Kamlisho yaani, na wewe mdogo wangu baada ya kuniona ufurahi, unaanza kuwa na wasiwasi? Shida ni nini? Kaka, sikutegemea kukuona, ulisemekana umekufa. Hizo taarifa ulizosikia za kwamba mimi nimekufa ni za uongo. Kama ningekuwa nimekufa, leo hii mimi ningekuja hapa kwako? Lakini ni siku nyingi sijakuona, mimi niliamini hivyo. Nahitaji kuzungumza na huyo mume wako, sijui upo ndani. Kama yupo, naomba uniitie mume wangu. Katoka kidogo. Hata kama katoka, kwa sababu nimekukuta wewe sasa, naomba ujumbe wangu huu umfikishie, umwambie kwamba nina shida naye, nahitaji kuzungumza naye. Sawa kaka, haina shida, kija, mimi nitamwambia. Sawa, mimi sina mambo mengi wala sina mengi ya kuzungumza, naomba tu nikuage niendage Sawa. Kwa hiyo kaka anataka kuondoka hata maji aunywe? Sawa, niletee hayo maji niweze kupata kidogo kulainisha koo. Bago, bago. Bago. Bago. Bago. Bago imenifika wacha mairo nishika

mimi nimekuja na mambo mawili. Kwanza kukuona na la pili kukuletea kile ambacho ulichokuwa unahitaji. Sawa, ushaniona. Ona, hujafurahi ujio wangu? Kawaida tu, mana kila siku nakuona, alafu toka ile siku ndio hapo unakuja yeye, unajileta kabisa mwanaume, unakuja tatata hivi tata. Upo sawa? Unajielewa? Na niko pana kusubiri kwa amu kubwa sana ili uje hapa. Sawa. hapa kidogo, leo umenifurahisha, najua umenifurahisha changu. Mm. Yani ujaai kunifurahisha hivi mm. Asante yani, ingekuwa hivi kila siku imekuwa ah. hmm. vizuri sana sawa. Kwa hiyo kaka yupo ndani, lakini nenda, Mimi nitakuja. Sawa, nakupenda sana Nakupenda pia basi yangu, naenda mimi. Nakuja na ata sikawi Pura nilivyokuona rafiki yangu wa Biba kwa sababu si unajua tena mambo yetu ni na wiki mbili. Hamna chochote jamani. Kwa hiyo hapa nilikuwa mguu moja kwa moja mpaka kwako. Sababu shida sio kuja nyumbani. Una hela? Mami nipo muda wote. Sasa mpa. Hela sio tatizo. Atoa hiyo hela kwa nione. Maana uchelewe kujitapa na hela na hela mwisho wa siku na 2000. Hebu toa kwanza hiyo hela. hiapa yele Sasa, <laughs> 10,000 ndo umeona, ile amana sana eh, ya kujitangaza. Na ile nilikuwa nakutafuta, 10,000. 3,000 hapa naenda kula, sawa eh? 2,500 naenda kulipia umeme, 2,500 na dai wa ile maji, mia nyekundu hapo upatie, napo kama una buku hapo niongezee kwanza, maana haitoshi hata kidogo. Ile sawa buku tena, yani 10,000 ni ndogo, bado nizidi kuongeza buku. Haa, so kweli umeiona nyingi. Sasa hapo uamuzi ni wa kwako. Kama kwenda nyumbani ukalinde au kurudi kwenu ukalale. Mimi naondoka huko. Uchajua wewe. Kaka usimkimbie. Uendi nani? Mwanamke yule naye sosai, msikilize sana Mzee Mlishi <coughs> Ironi shika. Yeah. Vipi udugu, mbona haihai? Ulipotoka huko kwema? Mlisho, dugu wangu Mlisho, Mlisho hey. Mlisho huyu marehemu namjua mimi, au namzungumzia Mlisho yupi? na bwata huyu huyu marehemu kakangu mimi Mlisho au amjui? Mlisho amekuja nyumbani leo, amekuja pale, anamuulizia mume wangu. Upo hatari hmm, yaani kama malaria imepanda kichwani shugangu, juu unavurugwa hivyo e. Ulisikia wapi au uliona wapi marehemu akarudi eh? Hakuna kitabu hata kimoja kilichowahi kuzungumzia. Marehemu akaenda na kurudi. Eh? Kwa mimi udugu wangu sasa hivi mimi navurugwa. Nachanganyikiwa yani. Kwa hiyo uamini kani umeona Mlisho? Au mimi kangu simjui, nije hapa tu nije kulopoka. Lopoka, nimeona Mlisho. Shoga, Mlisho nimemuona kwa macho yangu. Kaje pale nyumbani, yani tena kwa kuthibitisha kabisa. Nimejaribu kumpa hadi maji, kanywa. Kanywa maji kaanza kutematema huko na sijamuelewa kwa anafanya nini. Marehemu tangia lini akarudi? Hapo ndo nipa utata. Nashindwa kutafakari hilo swala lako na kulipa majibu. Yaani anyway, wewe hata sijalio yeah, mlisho, hata kuja tu kukutembelea. Anakija kukutembelea ndo taniamini sasa kama nilikuwa nakwambia vitu vya kweli. <coughs> Mimi ndio huko huko sitaki. Yaani uko na ndugu zako. Mimi amnihusu ukekeni wao, okay, kiumeni. Okay, asinifuate kabisa, sijui kama amerudi kweli, kama hajarudi au kama ndo wenge lako, sijui. Ila mimi sitaki. Sema yote kwa yote, shoga yangu. Tuachane nayo. Kwamba huyo marehemu siju amerudi, siju ajarudi. Ah, tuachane nayo mambo hayo. Mimi ninaogopa, usije kaniogopesha bure. Sawa sawa, hapo ni amen. Sina tumuona Bago, Bago imenifika kwa tamaa. Roni shika pesa nanzalisha na juta, na juta, kutenda mama, ye ye. Ayahe. Mzee Mlisho, si tushamalizana? Hamna ah, mimi hapa. <laughs> Sasha, mbona kama upo sawa? moyo wangu umelipuka sana, na hisi kama upo kwenye matatizo. Amna, mi niko sawa. Nafikiri pia moyo wako kudunda au kuwa wasi wasi na wasiwasi juu yangu kwa sababu unanipenda. Alafu baby, hivi mzee anaishi hapa ni nani? Huyu anaitwa na Mrisho, ni mpangaji mwenzangu chumba cha pili hapo. Kwa hiyo asikushughulishe. Unamwelewa kabisa? Eh, eh, tunaelewana wewe ni mwanamke mm -hmm. mm -hmm. Uh, mzuri sana. Nafikiri kila mwanaume ambaye atakayekuona kuona anatamani, uh, pia moyo wake aufichue kwa siri aliyokuwa nayo. Lakini pia mimi ni mwanaume jasiri na najisifu kwa sababu kazi kwa wanaume kumi basi mimi namba moja au namba mbili au namba tatu, lakini siwezi kuwa namba moja kwa sababu lazima kupatikane na rais na katibu na mwenyekiti wake. Kwa hiyo mimi naweza nikawa mwenyekiti au katibu kwenye ule urais wa wanaume katika ile kamati yetu ya wanaume na kupenda ila ngoja kwanza nipambane, nijitafute ntoke katika hii hali halafu nchakoa. Najua navyokupenda mi tena, fanya <laughs> hivyo basi, aha, kunioa sawa, ila halafu pia nimekumbuka. So, na zawadi taka nikupa kwa ajili ya ndoa yetu mimi na wewe <laughs> zawadi. Ah, e, nige umba macho

Ongea asubuhi mume wangu. Sasa hivi naomba nipumzike. Sawa, pumzika. Bago. Bago imenifika. Kilichofanya ni kuite hapa ni kutokana na yale maneno leo naambia, kwamba umeyasikia kuhusiana na mimi, ninataka kujua alikwambia ni nani na ni wapi hapo ambapo ulizitoa hizo habari zangu zinazonihusu, Mzemrisho? Unajua, wanasemaga wenyewe ngoma itapigwa hapa na kuvuma, lakini maneno yanasikika kila sehemu, na hata mbea pia atakunyima hela tu, ila maneno atakufikishia taarifa zako. Hapa kimtaani kwetu kote hapa zinajulikana kwamba Mzee Mrisho amekufa, na ndio maana hata siku ya jana ulivyorudi hapa nilikuuliza swali, hizi taarifa ni za kweli au ni za kusingiziwa? Lakini mwenyewe uliniaminisha kwamba wewe uko hai na uko na afya njema, na ndio maana umerejea tena hapa katika mtaa wetu wa Mzizima. Hata mimi pia niliamini umekufa, ndio maana nakuuliza, na hii nauliza tena kwa mara nyingine zile hadithi zilikuwaje, na kwa nini watu walizusha kwamba wewe umekufa? Ukweli ni kwamba mimi sikufa, alafu kama nilivyokwambia, mimi hapa nipo siku zote, ndio maana kila ulichokuwa unakifanya mimi nilikuwa nakiona, ila kama unavyojua, mimi nipo kwa ajili ya kuwasaidia watu wenye matatizo mbalimbali, ndio mbali maana kuna wale watu ambao wanasababisha hayo mambo wakaamua ku, kutengeneza stori ya kwamba mimi nimekufa, ili mradi nisiweze kuwasaidia watu mrisho. Hmm, unajua wewe jamaa wewe, yani hujawahi kuwa na akili timamu. Siku zote naishi na wewe tu humo ndani, kwa sababu ni mpangaji mwenzangu, lakini siku zote sijawahi kukuamini kwenye usemi wako. Yani unataka kuniaminisha kwamba eti watu wana maadui, watu watakuwafanyia ubaya, eti wewe ndio unakuwa msaada Hivi utapeli utaacha lini wewe? Hembo badilika basi, unahitajika kuwa na familia huko ndani, afu ndio umenizidi kiakili hadi ukubwa huko ndani. <laughs> Najua nikikwambia huwezi kunielewa. Labda nikuulize swali, hivi unafikiri ni kwa nini kwenye hii nyumba tumebaki mimi na wewe? Wapangaji wengine wote wanakimbia, wanaondoka tena bila hata kuaga. Unajua ni kwa sababu gani? Usiniaminishe kwamba hii nyumba nayo ni ina uchawi au ina mashetani. Unajua, unaamini sana kuhusu uh, mambo ya kishirikina. Yaani unaabudu sana mambo ya kishirikina. Unaamini sana uchawi. Ina maana kuniambia kwamba tumebaki wawili katika hii nyumba. Vyumba vilivyobakia kwamba hakuna watu eti kwamba kuna nini yaani? Yaani kwamba ndio kuna uchawi, kuna mashetani au kuna nini? Ni kwa sababu mimi na wewe tunaendana. Wewe. Sikiliza. Ah, nisikilize, tunaendana vipi? Yani mimi na wewe tunaendana nini? Maisha yetu tofauti kabisa mimi na wewe. Yaani tuna utofauti mkubwa sana mimi na wewe. Ni vile tu mundani, sio kama eti kwa sababu tuko wawili nashindwa kuhama au unafanyaje? Kodi yangu tu nimelipa ndani ya miezi nane. Minne. Minne. Na ndo kwanza tuna miezi minne hii minne, iliyobakia klau ikimalizika, mimi ndio nahama hii nyumba. Hii? Wewe vipi mzee Yaani kwamba uniaminishe kwamba tuko wawili kwamba ndani kuna wachawi kuna nini? Sijamaanisha hivyo. Sasa ila sikiliza, nikwambie kwenye haya mambo yote yanayoendelea, wewe ni galambila langu. Maana galambila ni nini? Ni mapema sana wewe kujua, kwa sababu bado hauniamini wala hauamini vile ambavyo ninavyovifanya mimi. Muda ukifika nitakuambia. Shaka, leo ni mikononi mwangu. Mimi nishachoka naya maisha kama laana, acha nipate. Alafu isitoshe pia hata jamii inaonizunguka tayari mmeshazoea kuniona mimi hivi, kwa hiyo sioni sababu ya mimi kubadilika tena kudi katika hali yangu ile. Uka wuo mtaani ampendeza we hivi nini? <laughs> Kwa kweli, woni mwanamke wa tofauti sana. Eti ana nionia huruma, wakati laana umenipa u mwenyewe. unasemaje wewe? Bago, Bago, imenifika kwa tamaa inonishika yeah. pesa nanzalisha